ya saa tano ngumu ndani ya mwendokasi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Mwigulu ajibu hoja za deni bajeti ya pita, Mwigulu ajibu hoja za deni bajeti ya pita. Lakini kuna habari inayosema wataalamu waeleza sababu za kukosa hedhi, wataalamu waeleza sababu za kukosa hedhi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini habari kubwa asubuhi ya leo ndani ya gazeti la Mwananchi ni mkeka wa Samia moto majimboni mkeka wa Samia moto wa majimboni. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, mzozo baina ya Irani na Israel na mtikisiko wa dunia mzozo baina ya Irani na Israel na mtikisiko wa dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Na tukiangazia gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Rais Samia awashika mkono wachimbaji Eh, Rais Samia washika mkono wa wachimbaji. Dr. Nchimbi eh, tutalinda amani kwa nguvu zote. Lakini makala avunja ngome ya Chadema, wataalamu 1546 waajiriwa kukabili tatizo afya ya akili. Lakini Dr. Mwinyi awavaa wavamizi wa hadhi. Dr. Mwinyi awavaa wavamizi wa ardhi Yoni. Habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, lakini bado kuna mabadiliko makubwa viongozi ya viongozi yanafanyika huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani, na hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika watu wenye ulemavu walia na vituo vya daladala, watu wenye ulemavu walia na vituo vya daladala. Lakini Dr. Mwinyi, hatutowalipa fidia wanaovamia ardhi. Huyo ni Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi asema hatutowalipa fidia wanaovamia ardhi. Lakini kuna habari inayosema afariki baada ya kudondoka kutoka ghorofa ya tatu. E, hafariki baada ya kudondoka kutoka gorofa ya tatu. Lakini bado kuna habari inayosema Dkt. Bunyi alipongeza shirika la viwango duniani, lakini wadau wahimizwa kuweka mazingira salama kwa baharia. Lakini kuna habari inayosema Thailand ya nasa dawa za kulevya tani mbili. Hiyo ni habari ya kimataifa, au ni Thailand ya nasa dawa za kulevya tani mbili. Hiyo ni habari kubwa kabisa, la kwenye kwa gazeti lako la Habari Leo. Habari linaanza na habari inayosema eh, msaada wa kisheria wa mfichua eh, baba mdhalilishaji. Inasema msaada wa kisheria wa mfichua baba mdhalilishaji. Waliopigana vita Kagera kulipwa pensheni lakini Majaliwa awapigania wachimbaji wadogo e, kasi Majaliwa waziri mkuu awapigania wachimbaji wadogo. Lakini Mtwara yazidi kung'ara kiuchumi, Samia atajwa. Hiyo ni habari ukurasa wa saba wa gazeti la habari leo. Lakini bado kuna habari inayosema wadau watabiri wabunge wengi kutorudi bungeni. E, wadau watabiri wa bunge wengi kutokurudi bungeni. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti la habari leo. Lakini kuna habari kubwa ndani ya gazeti lako la habari leo, waliotemwa na Samia kuwania majimbo haya. E, waliotemwa kwenye mkeka wa Samia e, e, kuwania majimbo haya akiwemo Po Makonda naye e, hakuwepo kwenye mkeka wa Samia. Kwenye tukiachana gazeti lako la habari leo, tuangazie gazeti lako la Majira lenye linaandika bunge la pitisha bajeti kuu ya serikali kwa kishindo. E, bunge la E, wabunge wa pinzani waipigia kura ya ndio, ni hatua muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya taifa. Lakini rais Samia Suluhu Hassan azidi kuboresha shughuli za wachimbaji, na profesa Mkumbo, uchumi umebaki imara licha ya mdororo e, dunia. uyu ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini serikali yaaridhishwa na uimarishaji mipaka wa Tanzania na Kenya. Eh, serikali yaridhishwa uimarishaji wa mpaka wa Tanzania na Kenya. Na tukiachana na gazeti la Majira, tuangalie gitilaku la taifa Tanzania uzalendo kwanza linaandika Dr. Gwajima, matumizi ya dawa za kulevya huziba ndoto za vijana. Lakini Dr. Samia kuzindua kiwanda cha mbolea Juni 28 Dr. Samia kuzindua kiwanda cha mbolea Juni 28. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inaosema, eh, marufuku mtu yeyote kufika uwanjani na silaha. Lakini kwenye kurasa za gazeti lako la Raia ra, ra Mzalendo, ukweli na uwazi, linaandika Chadema wataka Jaji Mwanga ajitoe kwenye kesi yao e, lakini kuna habari inasema Grace Tendega atajwa ubunge Kalenga. Makonda sasa rasmi kutifuana na Mrisho Gambo Arusha mjini, hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, nasema Makonda sasa rasmi kutifuana na Mrisho Gambo wa Arusha mjini. Lakini mchuano wao wa moto hatumi mtu dukani, mara si na madisi nao watekeleza ofi, watelekeza ofisi wakimbilia majimboni lakini kadogosa naye mguu sawa kumvaa naibu waziri wa maji, lakini kuna habari inayosema Global Education Linki na mzumbe wa Saini Moyu. lakini kuna habari inasema uh, Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 80 kuwania tena urais mwakani. Yoweri Museveni mwenye uh, umri wa miaka 80 kuwania tena urais mwakani, na tukiangazia gazeti lako la wamachinga gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge, linaandika serikali kukabili matumizi ya dawa za kulevya nchini. Lakini NRC yaja na uhakiki uhakika wa chakula nchini, na wachimbaji wadogo wadogo wasifu stamiko ununuzi wa mitambo ya kisasa. Lakini Makinda, Samia mwanamke mwenye akili na maono huyo ni Makinda asema Samia ni mwanamke mwenye akili na maono. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, huku Barozi Nchimbi aweka mkazo katika swala la amani. Na tukiachana sasa na gazeti lako la Wamachinga kurasa za mbele, tuanze sasa kuangazia kwenye michezo na burudani. Tunaanza na hiyo habari inasema Costa eh, Costa ya koma kumbakisha la mekilawi la lakini Waziri Junior, aguswa na mgogoro wa Irani na Israel. Simba, Yanga mwali uwanjani leo. Simba, Yanga mwali uwanjani leo. TFF yapania e, rekodi ya ufunguzi chani, lakini Fountain Gate kibaruani kubaki ligi kuu. Maxime naye atajwa KMC oniambani, inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga kurasa za michezo, na gazeti lako Raia Mzalendo naandika waziri e, Jiyara aguswa na mgogoro wa Irani na Israel. Nyota Stars atua Malta. Lakini Yanga ya leta kiungo kutoka Ulaya. E, Yanga ya leta kiungo kutoka Ulaya. Simba ya kacha mkutano wa maandishi na maandalizi ya mechi e, yuna habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kuelekea Kariakoo Dabi e, siku ya leo. Lakini Taifa Tanzania Simba wasusia mkutano wa bodi ya ligi, lakini wa makocha, e, kocha Miludi, wa Yanga Miludi, wachezaji wake wanajua tunahitaji nini leo. Huyo ni kocha wa Yanga Miludi asema wachezaji wangu wanajua tunahitaji nini leo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa za michezo. Lakini majira gazeti lako linaandika mazingaombwe yaendelea Kariakoo derby ya e, mazingaombwe yaendelea Kariakoo derby ya Simba ya kata, e, kona mkutano E, makocha Yanga yupo kamili gado, lakini jeshi la polisi linatoa tahadhari. Hilo ni gazeti lako la majira ukurasa wa michezo, lakini habari leogazti ak linaandika tusikimbiane leo 25 a fomu uchaguzi, lakini yatoa elimu usafi wa mazingira ioi habari gazeti la habari leo ukurasa wa michezo, huku leo linaandika hakuna kanuni iliyovunjwa dab kuchezeshwa na wageni, lakini Yami yami kuzinduliwa Pemba leo. Sauti Sisters yapanga kujisahihisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, lakini gazeti lako la Uhuru naandika dabi ya hukumu, Yanga Simba kumaliza ubishi leo, awamzize vita mabao ligi kuu bara, Simba waingia eh, mitini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, lakini tuangazie sasa gazeti lako la, la, la Mwanaspoti kwenye michezo naandika ile siku ndio leo Uh, ile siku iliosubiriwa na watu kwa hamu uh, ya Kariakoo Dabi Simba Yanga ndio leo, lakini Yanga yashusha kiungo ya mficha kambini. Yanga yamshusha ya uh, ya kiungo ya mficha kambini, hiyo uh, ya ni habari kwenye gazeti la kuna Mwanaspoti, lakini habari kubwa ni ile siku ndio leo ya Kariakoo Dabi, uh, huku kikosi cha Yanga, huku kikosi cha Simba akiwa uh, na kocha yao, uh, kocha wao, uh, huku kuna uraisi TFF lakini bingwa ligi kuu hadharani. Simba yapigwa faini kufuatia kuingia mitini katika mikutano eh, rasmi, yunabani inapatikana kwenye gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo kwenye kurasa za michezo na eh, ndio natufungia usomaji wa magazeti asubuhi ya leo yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.